Na sasa ni habari za michezo, na burubani mtazamaji wa TBC One. mimi ni Evans Muhando. Tuanze na ligi kuu Tanzania bara. Timu ya Simba imeibuka na ushindi wa magoli matano kwa moja dhidi ya Mafando wa Mgambo JKT katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara uliofanyika katika uwanja wa taifa hapa Dar es Salaam. Akizungumza mara baada ya kumalizika kwa mchezo huo, kocha wa timu ya Simba Jackson Mayanja amesema ushindi huo umeongezea morali katika kufanya vizuri katika michezo inayofuata, huku kocha wa Mgambo JKT Bakari Shime akikiri kikosi chake kuzidiwa na mnyama Simba. Simba pongeza ya wachezaji wangu kufata maelekezo kwa sababu timu tumewezecheza. Mgambo, Mgambo naijua, is a very good team. Mgambo hajawahi kufunga hata goli moja uwanja wa taifa, kwa leo kuna tumeweka nyingine kwamba tumefanikiwa tangu Mgambo wa madaraja, tumefunga goli moja katika dimba di la soko CCM soko sokoini ijini Mbeya. mabingwa tezi Yanga ameponea chupu chupu baada ya kulazimishwa sare ya mabao mawili kwa mawili na maafande wa Tanzania Prisons katika mchezo uliochezwa bila ya ufundi kutokana na ubovu wa uwanja kutokana na mvua iliyonyesha. Matokeo mengine ya mchezo wa leo, Kagera Sugar wametibuka na ushindi wa magoli mawili kwa moja dhidi ya Majimaji ya Songea, wakati African Sports wakiwa nyumbani kwenye dimba la Mkokwani wamelaza Mwadui FC kwa bao moja kwa bila. Huko Manungu tuliani, wenyeji Mtibwa Shuga wamelazimishwa sare ya bao mawili kwa mawili na Toto Afrika ya Mwanza.